Kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa kuwa navyo, lakini katika hivyo vingi unatakiwa kuwa na angalau viambata viwili vya muhimu kabisa ili kuweza kupata cheti chako cha kuzaliwa kwa haraka na urahisi kabisa. Na unachotakiwa kuwa nacho cha kwanza ni kitambulisho cha kura au kitambulisho chako cha taifa au NIDA. Lakini kitu cha pili unachotakiwa kuwa nacho ni cheti cha kumaliza shule darasa la saba au kidato cha nne au leaving certificate utatakiwa kuwa nacho. Na kitu kingine ni kitambulisho cha kura cha baba au cha mama au kitambulisho cha nida cha baba au cha mama. Lakini pia utatakiwa kuwa na cheti cha ubatizo. Kama unacho cheti cha ubatizo, basi pia kinatumika cheti cha ubatizo. Kama unacho, basi pia kinatumika na kitu kingine ambacho utatakiwa kuwa nacho ni pasi ya kusafiria na barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa. Lakini vyote hivyo nilivyovitaja, sio lazima uwe navyo vyote. Unachotakiwa kuwa nacho, unatakiwa kuwa na viwili katika hivyo ambavyo nimeweza kuvitaja. Utatakiwa kuwa na viwili tu katika hivyo ambavyo nimeweza kuvitaja na hivyo vinatumika wakati wa kuomba cheti cha kuzaliwa, na pia kubadili cheti cha zamani kuwa cheti kipya, na wakati pia unataka kuhakiki cheti chako cha kuzaliwa au cheti cha kifo. Na cheti cha kifo pia cha zamani unaweza kukibadili kuwa kipya, lakini pia unaweza kuhakiki cheti cha kifo. Na vitu hivyo, utatakiwa kuwa na viambata viwili tu katika hivyo, ili uweze kukamilisha maombi yako ya cheti chako cha kuzaliwa. Karibu sana katika channel hii ya FEABOY kwa update zote hizo ambazo utazipata katika channel hii ya FEABOY. Na hakuna sehemu nyingine utaweza kupata. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe channel hii ya FEABOY. Na ili kuweza kupata cheti chako cha kuzaliwa tucheki leo, namba nimekuwekea katika description ya video hii. Tucheki katika namba zetu hapo. Na baada ya hapo utaweza kupata cheti chako lakini, pia kama unahitaji kubadilisha cheti chako cha zamani kuwa cheti kipya, basi usisite kuwasiliana nasi siku hii ya leo. Namba zangu zipo katika description ya video hii. Tucheki na tuweze kukusaidia. Asante na na karibu tena.